Shule zinapojiandaa kwa mtihani wa kitaifa mwezi huu, ni afueni kwa shule za upili za Samburu magharibi baada ya kupokea msaada wa chakula kutoka shirika la Child Welfare Society of Kenya ili kuwawezesha watahiniwa kusalia shuleni wanapoendelea na mitihani yao. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu Mahindi, mafuta, uh, bean. Mara kwa mara ratiba ya masomo hutatizwa na ukosefu wa mpango wa lishe shuleni, wanafunzi wakitumia muda mwingi kutafuta chakula cha mchana. Walimu wakuu wa shule za upili zilizofaidi na usambazaji wa vyakula wakikiri masomo kutatizwa kwa pakubwa na hali hiyo uh, we are going to to have a a seamless um, programs will will be continuous. So this will go a long way to enhance retention in school school because again most of them are here rely on school food. Child welfare asanteni sana. Mambo ya chakula misi kuanza leo. Every head of state e ashai kuja samburu. I always nikiongea hata angalia ata the current uh, president wakati alikuwa baragoi na nilikuwa. I asked for food for fees.

Wakuu wa shule wakipokea chakula hicho, wamesisitiza haja ya kuwepo na mikakati ya kusambazwa kwa chakula mwaka mzima, ili ratiba ya masomo kutotatizika shuleni uh,

Hata hivyo wakuu wa shule walio na mazoea ya kupiga mnada bidhaa za shule kama vile chakula wameonywa dhidi ya kadhia hiyo. because because it's an effort of government through the agencies of child welfare program. We have issued adequate food to schools and any principal of a school that might attempt to divert the use of this food of course will be dealt with the the family within the confines of law Wakuu wa shule wanapoelezea kuridhia na chakula cha msaada kitakachohakikisha ratiba ya masomo itatizwi shuleni, wametoa wito kwa mpango huo kuboreshwa zaidi kwa faida ya siku za usoni. Bonface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.